kwamba chama cha mapinduzi kishinde katika uchaguzi mkuu kwa madiwani wa bunge na rais niwapongeze ni upongeze mkuu huku mkoa mzima na hasa hapa pabaja kijijini kwamba tulipofanya uchaguzi mwaka jana wa serikali za mitaa tulihakikisha chama cha mapinduzi kimeshinda na tuliweza kuunda serikali za mitaa. Ndio maana leo tunazo serikali za vijiji au ia halmashauri za vijiji. Ongereni okay, sana. Ongereni okay, sana. Tulishinda kwa zaidi ya asilimia tisini na lakini tukaribu asilimia mia. Sasa mwaka huu kama tukishinda serikali za mitaa mwaka huu, lazima tushinde uchaguzi mkuu. Wagombea wetu wagombea tuna wanaitwa madiwani wa bunge na rais. Kwa upande wa urais tayari tuna ni nani? kwa sauti kubwa, mpaka ilianani. Mgombea wetu pekee nafasi ya urais uchaguzi mkuu wa mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni nani? Tuseme wote kwa pamoja doktsa tutafikia kura tu basi, tutampa kura asilimia ngapi ngapi? Wanasema asilimia mia moja. Kuna asilimia mia moja wambao tutasamia Suluhu hasa katika nafasi ya rais. Asanteni sana, tukupigia mabalozi wenyewe kwa nafasi hizo zingine mbili wagombea

akiilia basi, wale wenye lia wanajitokeza, na chama kinampa haki ya kugombea kila mwanachama wasio katika nafasi ya uongozi. Kama unataka ujini, subiri tu muda ufike, ujitokeze, unapenda kuwa kiongozi, kutoka naye Uwezo unao, nia unayo, wenza kwa kukubali, utaona chama utakishindisha, utawatumia wananchi wapate maendeleo, wapate huduma. Sisi hatuna shida na wewe, lakini subiri mpaka wakati huo. Sisi ah, ilo limeingia ya staasa aiyokusubiri lakini chama kimekwishatoa tangazo la kutukuliwa fea tarehe moja mpaka tarehe kumi na tano ya mwezi Mei. Hiyo siku ikifika, nenda mwana sisi mwenye kutaka kuamia nafasi hiyo ya uongozi itokanayo na chama kachukue fomu uijaze, urudishe kwa katibu, ili taratibu za chama ziendelee. Na taratibu za chama ni kwamba unachukua fomu, unajaza, unakamilisha, unarudisha kwa katibu, tunaweka kwenye mchakato wa vikao vya maamuzi vya chama. Baada ya hapo, wanateuliwa, wale wanaoteuliwa na chama wanakwenda kwenye kata, wanakwenda kupigiwa kura kwenye matawi na chama. Baada ya kufanya marekebisho ya katiba, wapiga kura ni wengi kweli kweli, maana yake ni mabalozi wote na wale watu wao wanne wanne, na hao oronda tunai, sio kwamba mnakwenda kuwatengeneza mabalozi na wasaidizi wao wa pia tayari wapo, rekodi zipo, wanajulikana kwa sisi kifika, fulani, fulani, kwa wajibu, yi, waku. Hiyo siku ikifika, mtaarifiwa ni fulani fulani fulani. Kwa hiyo wewe mwenye nia hiyo ambayo sasa hivi unaanza kutafutia mabalozi wako, hiyo habari haipo tukipigia makofi wenyewe Yats, hiyo habari ya kujitengenezea mabalozi haipo. Mabalozi wamekwisha tengenezwa na sisi katika uchaguzi wake ule, mwaka wa uchaguzi wa elfu mbili na ishirini na mbili sisi lakini wakati ukifika ukifikabi, maana yake tusi wabebe wakombea, tendeni haki, usawa. Kwa hiyo tunataka aca hizo habari tulisema tueletee, ili tufanye uchaguzi mzuri salama salimini, wenye amani na utulivu kama chama chetu kilivyo.